Yes, yes, yes, Aluminium Solution y yeah. Karibuni tena ndugu zetu wafuatiliaji wa akaunti yetu katika site yetu ya Mbweni. Yes, na huu ndio muonekano sasa baada ya kuanza kufanya installation ya barusta. As you can see, isha anza kuwa na muonekano mzuri. Na round imekaa vizuri kabisa kama unavyoweza kuona Na hapa sasa tumeanza kwenye hatua ya upande wa kwanza, baada ya upande wa pili. Kwa hiyo inaonyesha, nisoge kwa upande huu. Pana hapa ni chini, then inapanda mpaka juu hivi, inaupandisha hapa juu. Mawezi kuona tukiwa tunaendelea kufanya kazi.

muonekano ndio unavyokuwa. Kama hivi cheki hii round ilivyokaa kwenye hii kona, ilivyokuwa very danger kwa familia yako. Kaa tunaweza kuambia hii eneo ni mbaya sana, kwa mtoto anaweza akaanguka hapa akapata big damage na kusababishia matatizo kwa familia yako. So tutaonesha hatua kwa hatua hadi tutakavyokamilisha hii kazi yetu ya Mbweni support. Fanya vitu vizuri, kama unapenda za glass pia kusema Jubo sio tu alitaka glass Anamekaa vizuri kabisa kama unavyoweza kuona, kwa hiyo yeah. Usisite kuwasiliana nasi Aluminium Solution TZ and balcony barusta. Tanzania kokote tunakufikia kukupa huduma kama hizi. Usisite kuwasiliana nasi, uaminifu 100% na kazi zinafanyika kwa wakati tuliokubaliana. Tuko Mbweni, Mbweni, opposite na kuna shule hapa ya, ya fedha tupaka kwa mpija wetu, so stay tune kwa kuonesha baada ya kukamilika kwa projekti hii yambweni. Karibuni sana dominium solution, solution TZ.